Adhabu iliyotulizwa tungepata muda tungeweza kusoma habari za mtu mmoja anaitwa tajiri na Ladharo, tungeweza kuona jinsi ilivyo ngumu toba. Iko hapa bado duniani. Mwanadamu asikudanganye ya wao yoyote kwamba duniani utatubu baada ya kufa, au utasaliwa, sijui ibada za wapi, utaombewa sala ya wafu ili uiji usamehewe dhambi. Hakuna mwanadamu ambaye atasamehewa dhambi kwa sababu ya maombi ya watu wengine. Wanadamu, kisha kufa, habari yake imeishia pale. Unatakiwa kutengeneza mwenyewe, leo ndio nafasi yako. Biblia inasema wokovu ni sasa. Hakuna nafasi nyingine tena ya kusema utamu, uta, utangoja ili ukishakufa watu kuswali. Hakuna cha swali takayofanya, wewe mtakatifu uingie mbinguni. Ukiona mwanadamu amekufa bila kuokoka, huyo moja kwa moja ni jehanamu ya moto. Hatuna namna nyingine ya, ku, ya kutaka paka mafuta ukweli, maana neno la Mungu limetuthibitishia hiyo limethibitisha hilo. Baada ya kifo ni hukumu, baada ya kifo ni hukumu. Hakuna chochote ukiona mezima tu, umefumba macho, moja kwa moja aidha kwenda mbinguni kwa Mungu wako au kwenda jehanamu ya moto. Hakuna namna nyingine ambayo wewe swala zozote zile hata kama wangezikiri hata kama wangekuswalia maaskofu kumi hata mia mbili wangefanya wangefanya tukio la kikao makaweka pale maaskofu wakaitana na wachungaji na mapari na, na, na mashehe wakakuombea haikusaidi chochote unatakiwa kutengeneza wewe maisha yako ukiwa hai kwa hiyo yota...